Kwayo ni ibada ambayo kwamba inahitaji maandalizi kiujumla, na maandalizi ya hija tutayagawa katika sehemu tatu tofauti. Kwa upande wa mahujaji, kuna maandalizi ambayo kwamba ya kiwiliwili badania, lakini kuna maandalizi vile vile ya kinafsi, kisaikolojia, kwamba mtu anajiandaa vipi kisaikolojia kwenda kukabiliana na ibada ya hija, lakini na kuna maandalizi ya kiroho vilevile nafsi yake roho yake kaiandaa vipi katika kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa yule ambaye kwamba ameazimia kwenda kutekeleza ibada ya hija, basi maandalizi haya aina tatu anatakiwa awe anayo. La kwanza kabisa, tukirudi katika maandalizi ya kiwiliwili kama tulivyozungumza awali, kwamba ibada ya hija ni ibada ambayo kwamba inahitaji nguvu kwa kiwiliwili chake yule ambaye kwamba anatarajia kwenda kutekeleza ibada ya hija ni lazima akitayarishe, yakiwemo masuala mazima ya kufanya mazoezi, yakiwemo masuala mazima ya, ku, ya kuhakikisha kwamba anakula mlo uliokuwa salama ili kutunza afya yake, lakini yakiwemo ya masuala mazima ya zile taratibu za kiafya ambazo anatakiwa zichukue, yakiwemo masuala ya chanjo na mengineyo, na haya yote ni matayarisho ambayo kwamba anatakiwa ajiandae nayo alhaj, yule ambaye kwamba anatarajia kwenda kutekeleza ibada ya hija, na hii inatokana na asili ya ibada yenyewe ya, ya hija. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatangazia Waislamu masahaba kwa wakati ule kutekeleza ibada ya hija, wako baadhi yao ambao kwamba walitamani kwamba iwe kila mwaka, na wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tuhiji kila mwaka, akamwambia hapana, hija ni mara moja na lau kama ningelikuambia ni muhiji kila mwaka basi msingeliweza. Na hii ni kutokana na uzito wa ibada yenyewe tukufu ya hija, na Mtume sala salam anatuambia, almuslimul qawiyu khairum min almuslimi adhaifi wa fi kulli khair, kwamba muislamu ambaye kwamba atakuwa ana nguvu yuko smart, basi huyu ni bora zaidi kuliko yule muislamu ambaye kwamba atakuwa ni dhaifu, ingawa madam ni muislamu, kila mmoja atakuwa anaheri kwa upande wake, hilo la kwanza lakini la pili kuna swala zima la maswala ya, ya, ya maandalizi ya kinafsi kisaikolojia. Jamani, ibada ya hija kama tulivyotangulia ni ibada iliyokuwa tofauti. Kwa hivyo, Alhaj mtarajiwa anatakiwa ajitayarishe kwanza kukabiliana na kuishi katika mazingira tofauti na mazingira ambayo kwamba ameyazoea huku nyumbani. Hicho ni kitu cha mwanzo kabisa. Anatakiwa aanze kujichuni na mapema anapokuwepo huko kwamba yeye atakwenda kukabiliana na mazingira tofauti na yale mazingira ambayo kwamba amezoea kuyaishi kawaida, lakini vile vile kutakuwa kuna maingiliano na watu tofauti. Tunajijua hali zetu kwamba kuna watu wepesi wa kuchanganyika na watu, lakini kuna watu wengine necha yao kwamba ni watu wa kujitenga, si wa kuchanganyika na watu kuna watu, kuna mazoea fulani ambayo kwamba wameyazoea anapokuwepo nyumbani. Kwa hivyo aanze kujichuni na mapema kwamba mimi nakwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini asitarajie kwamba mazingira ambayo kwamba atakwenda kuyakuta yatakuwa ni mazingira yale ambayo kwamba ameyazoea katika mazingira yake ya kawaida.